Hii haina reference yoyote ya commitment za taifa kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Haina maana kwamba hakuna watanzania watakao kwenda Rwanda au Burundi au Uganda au Kenya kutafuta kazi. Haina maana kwao, unapotunga sheria ambayo hata wenzako ndani ya region unawewekea vizingiti ujue na wao wata reciprocate na hamtaweza kuabsorb watu wote nchi hii kwani, lazima tufikirie kwa makini sana. Nilikuwa naomba maeneo muhimu ya sheria hii yazingatie mikataba ya kimataifa ambayo nchi yetu tayari imeingia ikiwemo East African Common Market ambayo tayari tumesha ruhusu aina za kazi na aina gani za watu ambao wataingia Tanzania kufanya kazi bila kuhitaji kibali. Wenzetu wa Rwanda na Uganda na Kenya wamesha ruhusu kwamba Mkenya akienda Rwanda hahitaji kibali, Mnyarwanda akienda Uganda hahitaji kibali. Na kwa vyovyote vile tuna hiyo commitment ya kimataifa na imepitishwa na bunge hili. Kutokuizingatia kwenye sheria hii, mtaingiza nchi kwenye matatizo, tutakuja kulalamika tena Watanzania wameenda Kenya wamekatazwa kazi na kadhalika, hatutakuwa na sehemu ya kwenda. Nilikuwa naomba jambo hili liangaliwe, kwa vifungu muhimu vya sheria hii vikaandikwe upya ili kuzingatia commitments ambazo tumezipata. Jambo lingine ambalo nina ningeomba kama inawezekana, tukaiangalie upya hii sheria, tusiipitishe leo. Sheria hii imeangalia wageni wanaokuja kufanya kazi nchini ni vipi wageni wanaofanya kazi kwenye makampuni ya kigeni nchini? Kuna wageni wanakuja kuajiriwa, na kuna watanzania ambao wanafanya kazi kwenye makampuni ya kigeni juzi nilikuwa nasoma gazeti moja, kuna kampuni moja ya mafuta hapa nchini imeajiri Watanzania kuna matatizo ya kikazi yametokea kwenye ile kampuni. Ile kampuni imeleta wageni kutoka Norway kuja kuwachunguza watu wetu hapa nchini bila vyombo vyetu vya, vya uchunguzi kujua. Sheria hii haijazingatia hilo jambo, kulinda haki za Watanzania wanaofanya kazi kwenye makampuni ya kigeni. Ndio maana nasema tusikimbilie haraka haraka tukadhani kwamba tunaenda kutatua tatizo la wageni, ningeshauri tu withdraw hii sheria tukaitazame upya. Sheria haiangalii kuhusu wageni wanaofanya kazi kwenye makampuni yao. Tuna tatizo, kwa mfano kwenye makampuni ya madini. Mishahara ya wageni wanaofanya kazi hapa Tanzania kwenye makampuni ya kigeni hailipwi hapa Tanzania, inalipwa kwenye nchi ambazo wale wanatoka. Maana yake nini? TRA haiwezi kukusanya kodi kwa hawa watu Wakija hapa wanapewa posho tu, mishahara yao kama anatokea Australia inalipwa kule kule Australia. Sheria haijazingatia hilo na tunapoteza pesa nyingi sana, kwa sababu kuna tofauti kubwa ya, ya mshahara ya kati ya Mtanzania na mgeni, hasa kwenye makampuni ya madini na makampuni ya gesi. Hatujaangalia jambo hili, nilikuwa naomba hii sheria tusifanyie haraka, itakuja kutugharimu baadaye, au tutajikuta tunakuja kuiandika upya tena au kufanya amendment kabla hata haijaanza. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni za Bunge, serikali iombe ikaiandike upya.